E, kabla ya taarifa hizi, na kuomba uchukue sekunde moja, kama unatutazama kwa mara ya kwanza, upenyeze patoni ya subscribe na washe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania Eye TV, mahali ambapo tunafichua siri zote kuhusiana yale ambayo yanaendelea katika taifa, taifa hili letu la Tanzania. Tunapopeperusha matangazo haya kutoka Mbeya naomba ni kufichulie siri nzito. Lakini cha kuzingatia, usisahau kuponyeza alama ya like. Kuna habari za ndani ambazo zimeweza kusambazwa kwetu sisi zinadai kwamba mswada umetayarishwa wa kumong'oa mamlakani makamu wa rais wa sasa katika serikali ya Samia Suluhu Hassan ambaye anaitwa Emmanuel Nchimbi, na nafasi hiyo inaenda kuchukuliwa na aliyeteuliwa hivi majuzi kuwa mjumbe wa halmashauri kuu katika chama cha CCM Paul Makonda. Hayo ndio naenda kukueleza moja kwa moja. Nchimbi yuko hatarini sasa hivi baada ya kuchaguliwa pamoja na mkubwa wake ambaye ni rais Samia Suluhu Hassan na sasa kuna mswada ambao unaenda kutayarishwa ili kumwong'oa kupitia bunge la kitaifa, baada ya kuwasilishwa vile ilivyofanyika katika mataifa mengine. Lakini vile tunachanganua kwa undani, tunashindwa ni kivipi wanaenda kufanikisha muswada huu kupitishwa ili kumfukuza Emmanuel Nchimbi katika kiti cha kuwa makamu wa rais na nafasi yake kuchukuliwa na Paul Makonda ambaye sasa hivi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya chama cha CCM, kwa sababu kulingana na sheria zetu hapa Tanzania inastahili wakati makamu wa rais anang'olewa, na mkubwa wake ambaye ni Samia Suluhu Hassan anastahili kujiuzulu, ili kura ziweze kuandaliwa, na nafasi hiyo ni sawia na ile ya waziri mkuu kulingana na sheria zetu hapa Tanzania. Kuna mipango na mikakati maalum ambayo imepangwa Emmanuel Nchimbi kuondolewa, na kwa kusema ukweli, katika siku za hivi majuzi hatujamwona sana Emmanuel Nchimbi na inadaiwa kwamba kwa siku kumi mfululizo Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais hajaonekana hadharani. Na siku chache zilizopita, chama cha CCM kikiongozwa na rais Samia Suluhu Hassan walikuwa na mkutano kule Zanzibar, kikao ambacho kilifanyika chini ya usimamizi wa Samia Suluhu Hassan kupanga mikakati ya hapa na pale. Lakini katika kikao hicho uamuzi ukatolewa kwamba Paul Makonda ndiye atakuwa mjumbe maalum wa halmashauri kuu katika chama cha CCM. Kumaanisha ni kutayarishwa kwa Paul Makonda kuchukua nafasi ya kuwa makamu wa rais na kupandishwa ngazi haswa katika mamlaka ya taifa hili letu la Tanzania. Katika mikutano mbalimbali mbali kuzindua miradi ya maendeleo hatujamwona sana Emmanuel Nchimbi, ila tu tunamwona aliyekuwa rais katika taifa hili la Tanzania, ambaye anaitwa Jakaya Mrisho Kikwete akishirikiana na waziri mkuu Mwigulu Nchemba kuanzisha ama kuzindua miradi ya maendeleo, shughuli ambazo zinastahili kufanywa na Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais, kwa sababu yeye ndiye msaidizi wa rais Samia Suluhu Hassan. Inasemekana ya kwamba tofauti hizi za kisiasa kati ya Emmanuel Nchimbi na rais Samia Suluhu Hassan huyu ambaye anaitwa Emmanuel Nchimbi haku anatakiwa kushikilia nafasi hii, ila tu aliweza kuletwa na Jakaya Mrisho Kikwete. Lakini kwa Samia Suluhu Hassan alikuwa anamtaka sana Paul Makonda, ambaye sasa ameanza kumshughulikia, kumpandisha ngazi katika uongozi ili akuje kuchukua nafasi hiyo kwa mgombea mwenza wake, wala sio Emmanuel Nchimbi. Kuna vita vya udini, kuna vita vya kisiasa kwa sababu kuna fununu ambazo zilikuwa zinasema ya kwamba Emmanuel Nchimbi anakimezea mate kiti cha urais katika mwaka 2030 wakati uchaguzi utakapoandaliwa hapa Tanzania, na inasemekana ya kwamba Emmanuel Nchimbi na mbunge wa Peramiho Jenista Muhagama ambaye aliaga dunia alikuwa ni mwandani wake sana, wakati alikuwa anasimamia wizara ya afya, walikuwa wanaongea mengi na Emmanuel Nchimbi ikilinganishwa na vile walikuwa wanaongea na Rais wa sasa Samia Suluhu Hassan. Siri ni nyingi ambazo zinaendelea haswa katika uongozi wa taifa la Tanzania sasa hivi, baada ya Jenista Muhagama kuaga dunia, ambaye alikuwa mwandani wa Nchimbi na wote walikuwa katika chama cha CCM. Mliona mtoto wa Muhagama ambaye anaitwa Victor alikuwa anamezea mate tiketi ya chama cha CCM ili kuchukua nafasi ya mamake kuteuliwa kuwa mbunge wa eneo bunge lile la Beramiho, lakini CCM chini ya usimamizi wa Rais Samia Suluhu Hassan walikataa kumkabidhi tiketi ile ya chama cha CCM kusimamia uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Beramiho na yule ambaye alipewa ni TC ambaye alishikilia nafasi ya tano kwa kura 213 ikilinganishwa na Victor ambaye ni mtoto wa Muhagama ambaye alikuwa na kura elfu tatu na kitu, lakini CCM ikakataa kumkabidhi uh, tikiti ya chama cha CCM kwa sababu kuna uhusiano ama uandani wa kisiasa kati ya Emmanuel Inchimbi na familia ya Muhagama. Kwa hivyo nafasi hiyo, uh, Victor Muhagama akafungiwa, kwa hivyo hawezi kumridhi Uh, mamake ambaye aliaga dunia katika chama cha CCM na madharau makubwa ambayo yanadaiwa kuonekana haswa, wakati uh, cheti cha chama cha CCM kiliweza kukabidhiwa yule ambaye alikuwa anashikilia nafasi ya atano na Victor Muhagama akaachwa nje, ni kwa sababu ya Emmanuel Nchimbi. Uhusiano wa kisiasa kati Emmanuel Nchimbi na no, rais wa sasa haupo sawa, na kuna mipango maalum na mikakati ya kuhakikisha kwamba Emmanuel Nchimbi amefukuzwa serikalini ili nafasi yake kuchukuliwa na Paul Makonda. Sijui haya yote yanaenda kufanikishwa kivipi, lakini tumesikia fununu na hayo ndio yanaendelea. Lakini kazi yetu ni kusubiri tuone ikiwa haya yote yanaenda kufanyika. Na hatujamuona sana Emmanuel Nchimbi akiwa anatetea hata serikali hadharani, hatumuoni sana. Yule ambaye tunamuona anaongea sana si mwingine ila tu ni waziri mkuu ambaye anaitwa Mwigulu Nchemba ndiye anatetea serikali, lakini Emmanuel Nchimbi amenyamaza, ametulia, hamna lolote kumaanisha haridhiki na yale ambayo yanaendelea katika taifa hili la Tanzania, lakini yeye mbora hakusimama na yeye aseme serikali ya sasa imehusika katika mauaji ya maandamano, na yeye alinyamaza. Sasa ni kama serikali hii imeanza kujipiga ama kupigana wao wenyewe we kwa wenyewe, na wakati hayo yote inashuhudiwa, ni mipango ya Mwenyezi Mungu ambayo inaendelea kuonekana hadharani, hasa katika uongozi ambao uliweza Uh, ku, ku, yani kujiteua katika nafasi kubwa kubwa katika taifa hili la Tanzania kumaanisha hata uchaguzi zilizopita ama uchaguzi mkuu uliopita haukuwa wa njia wa haki demokrasia na usawa. Ni vile tu vile muliona muliona kulienda. Uh, nitaendelea kufuatilia habari hizi pindi tu tunapozipata kwa undani tena zaidi kuliko vile nimeweza kuwaelezea. Nitarudi ili kuwaeleza kabla nitamatishe, naomba ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza na hawija subscribe, bonyeza patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kupata taarifa kila wakati za asiri kutoka mtandao wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like. Asanteni.